Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbali kwanza. Baraza hili lilipitisha milioni mia tano hamsini na tisa hivi kukopesha vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Katika fedha hizo asilimia arobaini na ishirini zinakwenda kwa ajili ya mfumo unavyosema, asilimia ishirini na maana milioni mia moja kumi na moja inakwenda kwa kwa watu wenye ulemavu mahitaji maalum, lakini kwa taarifa tuliyoipitia ni milioni kumi na nane tu ambayo imekwenda kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kiasi chote kilichobaki kama milioni tisini na kitu hazijakopwa, zipo sasa. Ni swali, hatuna walemavu? Swali, hawakopi? Swali, wanakopa wakidhi vigezo? Haya ndo waheshimia madiwani, lazima tukae, tuyachanganue, tuyatolee maamuzi na maelekezo. Sasa mimi kwa mtazamo wangu, walemavu tunao, wahitaji watakuwepo, kama wameomba, wajakidhi vigezo, ni wakati wa kitengo cha maendeleo ya jamii, mwende kuwaona na kuwajengea uwezo kuwapa vige, kuwaambia vigezo ni nini, ili waweze kukopa hizo fedha. Na imani itatupa pia, sio heshima kwamba tumetenga fedha halafu hazikopwi, ina maana dhamira ya serikali haifikiwi, dhamira ya Mheshimiwa Rais hatuifikii. Sasa nikuombe mkurugenzi mtengeneze utaratibu maalum wa kwenda kwenye kata kuibua hawa watu kwa kushirikiana na watendaji wa kata na madiwani, kuwapata walemavu, kuwapa elimu na kuhamasisha wakopi, waanzishe miradi, waweze kujikomboa, kuanza maisha. Kwanza ni kumfariji kwanza, yani hiyo, kwanza uelewe ni kumfariji, la pili ni kumsaidia. Sisi tupo huko, tushakwenda huko, tunajua adha utakiwa mlemavu tajua Juzi nilimtembelea mtu mmoja, Nyakibimbili. Yeye alikatwa miguu yote. Akitaka kutoka nje anafunga kiroba hapa, anajikusa na kwenda anaanza kutembea. Kamwe anafanya nini? Kasema kanyosha kaza anaweza kuwa anafanya nyumbani pale. Lakini anaweka mikono chini. Kamwe no, tafute gloves. Na tena nilisahau. Mtendaji wa wa wa Nyakibimbili, Uende mwambie nani mganga wa pale kwenye zahanati. Afanye chini juu ampelekee vifaa vya kuwa anasikia chini. Afanye chini juu kwa sababu kwanza ni kwenda afya yake, au sio? Lakini nikamuuliza yule kwa mfanyabiashara mkubwa. Fika pale kuna mafuso, kuna nini, akanipa alikuwa anafanya ameporomoka. Sasa kamuuliza swali. Sasa hivi uwezi kufanya, akasema we na vitu vingi vya kufanya. Era, nitapata wapi? Sasa ndonga kuja kwenye makubrasha milioni tisini zipa kuna kukopa. Sasa mpo idara, mkurugenzi, nendeni mkamtembelee, kama kwenye kata ile kuna mlemavu mwingine, waungane waanzishe biashara. Yule bado kichwa kinachemka, yuko vizuri, ili afanye kazi. Kwanza ni kumfariji, pia ni kumkomboa, na atakuwa ametoa ajira. Sasa hivi alisema na bucha mbili, uko anakaa kijana wake mmoja, uko anakaa kijana wake mmoja, anaendesha maisha. Waheshimiwa, mnasemaje hapo, au sio? Lakini sio huyo, mimi nimemtolea mfano. Nendeni kwenye kata zetu mwaibue hao watu mwape nini? Mikopo. Kwa hiyo mkurugenzi, tunategemea kikao kijacho kwenye hapa tuletewe majibu. Ikitokea hizi fedha zinabaki, mtuambie sababu ni nini. Sababu ni kwamba wamepatikana, hawana vigezo, tumewafundisha hawafundishiki, tumewawezesha hivi. Tumefika hapa sio kuwapa bure, sio msaada, lakini unampima kulingana na vigezo vinavyosema, au sio? Ndio waheshimiwa.